Mohamed Ali Ghamari, mkuu wa stafu ya kijeshi wa harakati ya Houthi nchini Yemen, amefariki dunia, kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa kundi hilo. Ingawa taarifa hiyo haikutoa maelezo ya kina, ilieleza kuwa Ghamari na mtoto wake wa kiume mwenye miaka kumi na tatu walifariki dunia katika kile walichokiita vita ya heshima dhidi ya adui wa Kizayuni. Jeshi la Israel limekuwa likifanya mashambulizi ya anga katika maeneo yanayodhibitiwa na Wahuthi nchini Yemen kama mwitikio wa mashambulizi ya mara kwa mara ya droni na makombora dhidi ya Israel na meli za usafirishaji katika bahari Nyekundu yaliyohusishwa na vita vya Gaza. Waziri Israel Kazi alisema kuwa Ghamar alifariki dunia kutokana na majeraha aliyoyapata katika shambulio la anga la Israel lililofanyika mwishoni mwa mwezi Agasti mjini Sanaa, mji mkuu wa Yemen. Shambulio hilo pia liliua waziri mkuu wa serikali na pamoja na mawaziri wengine. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema kupitia taarifa kuwa mkuu mwingine wa safu katika mstari wa uhalifu waliolenga kutuletea madhara ameondolewa, tutaendelea kuwafikia wote. Harakati ya Houth inayoungwa mkono na Irani imekuwa ikidhibiti sehemu kubwa ya kaskazini magharibi mwa Yemen tangu walipoasi dhidi ya serikali inayotambuliwa kimataifa takribani miaka kumi iliyopita, hali iliyosababisha vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyosababisha maafa makubwa. Wahouth walianza kushambulia Izen na meli za kimataifa katika bahari nyekundu na huba ya Aden kufuatia kuzuka kwa vita kati ya Izen na Hamas katika ukanda wa Gaza mwezi Oktoba mwaka 2023 wakisema wanachukua hatua hizo kuonyesha mshikamano wao na Wapalestina. Marekani na Uingereza pia zimehusika katika mashambulizi dhidi ya malengo ya kijeshi ya Houthi nchini Yemen kama majibu ya mashambulizi hayo. Taarifa ya Houthi iliyotolewa jana Alhamisi, Oktoba 16 mwaka 2025 ilikiri kuwa idadi kubwa ya mashahidi wakubwa wa kiraia na wa kijeshi wameuawa katika kile walichokiita shambulio la jinai la Kizayuni la Marekani dhidi ya nchi kwenye kipindi cha miaka miwili iliyopita. Tayari kiongozi shahidi jenerali mkuu Mohammed Abdul Karim al-Ghamari pamoja na maafisa wake na mtoto wake shahidi Hussein mwenye umri wa miaka 13 walipata shahada takatifu katika kazi yao ya jihad na kutimiza wajibu wao wa kidini, iliongeza taarifa hiyo. Harakati hiyo ilitangaza kuwa vifo hivyo ni chanzo cha fahari na vitakuwa msingi wa kulipiza kisasi. Mapigano dhidi ya adui bado hayawezi kuisha na adui wa Kizayuni atapokea adhabu kwa kuondoa tahadhari kuhusu uhalifu aliofanya, taarifa hiyo ilisema. Waziri wa ulinzi wa Israel, aliandika kwenye mtandao wa X kwamba Ghamari amejiunga na wenzake walioshindwa wa njeo ya uovu kwenye kuzimu ya kina. Tumefanya kazi kwa bidii dhidi ya Houth ili kuondoa vitisho vikubwa na tutaendelea kufanya hivyo dhidi ya vitisho vyote katika siku zijazo, aliongeza Jeshi la Izen halijaripoti mashambulizi yoyote ya makombora au droni kutoka kwa Houth tangu Israel ilipokubali makubaliano ya kusitisha mapigano na Hamas wiki iliyopita. Kiongozi wa Houth, Abdul Malik al-Houth, amesema kuwa kundi hilo litaendelea kwa tayari kuchukua hatua dhidi ya Israel endapo makubaliano hayo hayatatekelezwa.